Sheria itakuwa imeharibisha kabisa na wasiwasi itaji itakuwa zaidi tena zaidi, kupitia ambayo inakuwa ya kivita. Nyinyi mnaona kiongozi wenu ni msafi, chochote kinachofanyika kama ni cha uzushi, si sheria inaweza ikasimama na kumlinda hiyo hiyo? Haikatazwi hiyo haikatazwi, kama sheria inasimama vilivyo. Lakini hapa sheria inakuwa, inakuwa ikipita kinyume inakuwa ikipita kinyume. Hawafanye kazi vilivyo, sheria haipite kwa njia iliyo halali sasa nyinyi kama chama sasa, mmeamua kuchukua hatua gani ili kuhakikisha pengine mnamlinda Rais Joseph Kabila na mnalinda chama chenu? Kama chama tunalomba sheria ifanye kazi yayo vilivyo, si kutaka kutafuta kumletea uh, shida ambayo hako ndani. Hatutaki tusikie balienda kumsemea uongo kunena maneno ya uongo hapa na pale kuhusu Joseph Kabila ila tunataka pia ifanye kazi vilivyo. Sisi hatuna wasiwasi ya sheria, hapana, kwani tunajua kwamba yeye kabisa anab, ni mdemokrasia, hana ndani ya mambo ya vita ama kitu fulani, ni mtu mpa kabisa, ni mtu ambaye anashikilipenda Kongo, hawezi kuleta vita kani, kati ya Kongo. Hoja yangu hapa ni kwamba tayari serikali ya Kongo imeshaanza harakati hizi. Nyinyi kama chama, mbali ya kuomba, mnafanya nini kuhakikisha mnajilinda na hili? Tutasimama, tutasimama kwa, kwa njama zote hizo, kwa, kuru, kwa kulomba e, warudilie hiyo maneno, kwani siyo halali. Tutasimama kwa njama yote hiyo, wa vijana tutaingia kama barabarani kipasa kama ipasavyo, tutafanya kila kitu ipasavyo ili wasitake kumu, kumuonea iwe sa vile wanataka kumuonea rais wetu mstaafu. Mmeweza kuwasiliana na Rais Kabila wenyewe hapo? Rais Kabila anakuwa akiwasiliana na sisi kupitia kupitia wakuu wa chama letu, na mpaka hivi tunakuwa tukikuwa na na assurance ya kwamba yeye ni mtu mzima ambaye anakuwa kabisa kwenye njia iliyo halali, na hatutaki serikali ambayo inataka kumutilia vijembe choka ndani ya njia yake hutafuta Kumuletea uzushi. Sasa hivi kumeanzishwa mawasiliano au mazungumzo ya, ma ya amani na tayari kumetangazwa, pengine kwa namna moja ama nyingine, bunduki kuwekwa chini, kundi la waasi wa M23 kurejea mezani na serikali ya Kongo. Hiki kinachotokea sasa, unadhani kinaweza pia kikaleta mtafaruku ndani ya nchi? Ndiyo, hii inakuwa kabisa ina, inataka kuonesha ya kwamba serikali ambayo iko kwa sasa haitaki kabisa amani, kwani hauwezi kumaliza vita moja upate kuanza pale pale ingine vita. Wakongomani wa wana haja ya amani, na hiyo kufuatilia wakuu wa siasa sirt, eh, wakati wale ambao wanakuwa kwenye, kwenye opposition kuwafuatilia vile, itakuwa kabisa kutafuta vita ingine ndani ya Kongo katika wakongomani wenyewe.